Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania. Kama tunavyofahamu kwamba kituo hiki eh, kimefadhiliwa kwa kiasi kikubwa sana na wenzetu wa serikali ya Uingereza eh, kupitia ofisi yake ya Com Commonwealth na mradi wetu wa shule bora, ambao wenye thamani ya zaidi ya paundi za eh, za Uingereza 89 ambao ni zaidi ya bilioni 271, ambapo hapo awali tulikuwa na kitu kinaitwa eh, call center, lakini sasa hivi tuna contact center. Maana mnaona hizi facility zote ziko hapa, lakini kama tunavyofahamu, tarehe 22 mwezi wa wa 4 2021 Daktari Samia Suluhu Hassan akihutubia Bunge kwa mara ya kwanza e, kama Amiri Jeshi Mkuu na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliagiza Wizara ya Elimu kufanya mapitio ya sera pamoja na mitaala yetu. Kazi ambayo ilikamilika mwezi wa kumi, e, 2023, na sera hiyo sasa imezinduliwa tarehe moja mwezi wa pili mwaka 2025, lakini sera yetu hii pamoja na mitaala yetu mipya imeanza kufanya kazi toka 2024. Tafsiri yake ni nini sasa? Kwa upande wa Watanzania tunatoa wito kwa Watanzania wote e, sera hii ni kama tulivyosema, ni ya 2014 lakini toleo la 2023. 20, lakini ina maboresho na mabadiliko makubwa sana ambayo kila mtanzania anatakiwa ayafahamu, na yule asiye ayafahamu, tukasema sisi kama serikali, kama wizara, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha kupata taarifa mbalimbali kutokana na mabadiliko ya taaluma yetu, mabadiliko ya elimu yetu na eh, mabadiliko ya mitaala pamoja na sera hii ambayo tunaendelea kuyatekeleza, tunafahamu kwamba kutakuwa na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza mbali, wakati tunaendelea kutekeleza sera pamoja na mitaala hii yetu mpya. Sasa ni wajibu wa kila mtanzania kutoa ushauri, kutoa mawazo yake, kutoa maoni yake. Kwa hiyo kama wizara, kama serikali, tumeona ni muhimu kuwa na kituo hiki ili kuanza kupokea eh, hu ushauri, maoni na mawazo ya watu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha elimu yetu iwe ni ile elimu ambayo Mheshimiwa Rais anaitaka, lakini e, ulimwengu jinsi unavyo unavyokwenda. Hiyo kipekee ni washukuru na niwapongeze serikali ya Uingereza kwa kuliona hili, kwa kutu, kutufanyia upgrading ya kituo chetu kutoka call center center kwenda contact, na sisi tunaahidi kwamba tutatunza e, vifaa hivi lakini vile vile watumishi wetu kwa sababu watapata mafunzo maalum, tunaamini watafanya kazi, washapata mafunzo, tunaamini watafanya kazi hii kwa weledi, kuhakikisha kwamba wanahudumia Watanzania. Kipekee ni washukuru nyote ambao mmeweza kuhudhuria kwenye shughuli hii hapa leo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri ambaye angependa kuwa nasi, lakini kutokana na majukumu mengine hayuko nasi. Tuwashukuru sana na tuwakaribishe sana Wizara ya Elimu, huduma zote katika mlango. Karibuni sana na asanteni sana. <laughs>